Karibuni sana Kiswahili ni rahisi. Leo tunaangalia maswali na majibu ya uyakinishi na ukanushi. Shukran sana kwa kusubscribe. Uyakinishi na ukanushi. Kanusha, mzee mkubwa anacheza mpira vibaya. Mzee mkubwa hachezi mpira vibaya. Pili, yakinisha. Yani ku, nimesahau kusema kukanusha ni kukataa na kuyakinisha ni kukubali. Kwa hivyo, iwapo unapata sentensi unaiyakinisha tayari, wakati imekanushwa, sasa unaikubali Ukikanusha ni kule kukata sasa. Pili, yakinisha: shangazi hajanunua simu ambayo isingelikuwa yangu isingelipotea. Unasema shangazi amenunua simu ambayo ingelikuwa yangu ingelipotea. Kanusha. mwongeli anaimba kwa sauti. mwongeli haimbi kwa sauti. Kwa hivyo umekataa. Yakinisha sentensi ifuatayo: hatasafiri kesho ikiwa hatapata nauli. Kwa hivyo unasema atasafiri kesho ikiwa atapata nauli. Kanusha ningalikuwa na pesa ningalinunua nyumba. Hivyo nasema nisingalikuwa na pesa nisingalinunua nyumba. Sisi tumemaliza kujenga nyumba ambayo ingalikuwa yake angalifurahi. Sisi tumemaliza kujenga nyumba ambayo ingalikuwa yake angalifurahi. Kwa hivyo una kataa sisi hatujamaliza kujenga nyumba ambayo isingalikuwa yake asingalifurahi. hapo napo ndipo nitakapo. Kwa hivyo unakanusha, hapo napo sipo nitakapo, au hapo napo ndipo nisipotaka kwa hivyo unaweza kuweka kukataa katika m, sipo katika ile sipo, au nisipopata nisipotaka. Samahani. Sita. Andika sentensi zifuatazo katika hali ya uyakinishi kukubali. Usingeacha masomo usingetaabika vile ungeacha masomo ungetaabika vile. Pili, askari wasipopiga doria wala kushirikiana na raia hawatakuwa wametuhakikishia wa usalama. Askari wakipiga doria na kushirikiana na raia watakuwa wametuhakikishia wa usalama. Saba. Kanusha kwa kuanza kwa neno shanzi: barabara hiyo itapitia shanzi. Shanzi siko barabara hiyo itapitia kwa umekanusha au unakanusha. Shanzi haitapitiwa na barabara hiyo. Pia unaweza kusema shanzi siko ambako barabara hiyo itapitia. Nani, Kanusha, mgonjwa huyo alipona na kurejea nyumbani. Kukanusha, nimekuambia ni kukataa. Mgonjwa huyo hakupona wala kurejea nyumbani. Mgonjwa huyo hakupona wala hakurejea nyumbani, au mgonjwa